Kama ilivyokuwa Tanzania Bara, visiwani Zanzibar na wanajiandaa na uchaguzi mkuu wa Oktoba 29. Sudi Mnette amezungumza na mmoja kati ya wa waongoza safu ya makundi ya uangalizi wa ndani, Jamila Mahmoud Juma, yeye ni mkurugenzi mtendaji wa Chama cha Wanasheria Wanawake Zanzibar, ZAFELA, nacho kina dhamana ya uangalizi, na kwanza anajibu kwa nini hadi wakati huu wameshindwa kupata mtazamo wa wananchi kuelekea uchaguzi huo. Sisi tulishindwa kuanza hizi process kwa sababu ya tumechelewa kupata kile kibali chenyewe, kwa sababu hata ulikuwa kita, ukitaka kuingia katika nini, unaweza wanaweza kikwape kibali nani kakufanya hivyo. Wale ambao walikuwa wakikosoa kuhusiana na siku mbili za uchaguzi, mnavyoona, hoja zao pengine za wasiwasi wa kutendeka haki hazina mashiko? Kusema kweli, mii inaweza nikasema hazina mashiko wa kuzingatia, kwa kuzingatia kwamba kama tume watakuwa wanasema sahihi au watafanya kile ambacho wamekisema, kwamba kura za siku ya mwanzo zitapigwa na watu ambao wametajwa kwenye sheria au kwenye kanuni, wale ambao wametajwa maanake ndio basi, zitakuwa ni sahihi, kwa sababu mi nakumbuka ni sisi wanaharakati tulichangia kuwepo na hiyo siku mbili za kupiga kura, kwa kulalamika kwamba siku moja inakuwa ni shida kwa baadhi ya watendaji ambao wako kwenye shifti siku ya uchaguzi, wanakuwa ni shida. Ingawa wao wameanza na watu nusu, lakini nakumbuka kulikuwa kuna wafanyakazi hata wa mahospitali, kuna watu kwa mfano wako kwenye taasisi kama airport. Wasiwasi wa wapinzani labda kutumika vibaya hiyo kura ya mapema. Hoja yao ni kwamba idadi ya wa wapiga kura pengine ni kama laki saba na ushee, ukilinganisha na maeneo mengine, kwa mfano, upande wa bara huko ambako zaidi ya watu milioni thelathini wanapiga kura siku huku, hmm. eh, sabatu, ushe, kwa siku moja iweje? Huku laki saba tu na ushee wakapiga kwa siku mbili. Sasa huo ni utaratibu wa kila nchi kila pahala ambapo umejekea, lakini hata huko bara mi kuna baadhi ya watu nilishawahi kuwasikia wanasema kwamba hata na sisi tunahitaji hiyo kura ya mba. Kwa hiyo ni maoni ya watu na, umu, na uhitaji wa watu. Nakumbuka kwamba ilikuwa tunapiga kura siku za weekend na sana ilikuwa ni siku ya Jumamosi au Jumapili, lakini kuna baadhi ya waumini wamelalamika wakasema kwamba hiyo ni siku kwetu ya ibada tunashindwa kwenda kwa ajili ya kwenda kufanya ibada na ikakubalika, ikawa na this time tutapiga kura siku ya Jumanne. Changamoto ambazo mnakabiliana nazo ninyi, mnakwenda katika uangalizi, mnatazama ni zipi, kwa ufupi tu? Yeah, sisi zaidi tumejikita katika ushiriki wa wanawake na vijana, kwa hiyo tunataka kuangalia ushiriki wa wanawake ukoje. Tulianza katika mchakato mzima wa uandikishwaji Tuli, pia tulipata fursa ya kuangalia katika masuala ya uteuzi wa ushiriki wa katika masuala ya kuingia katika hizi nafasi za uongozi, lakini sasa hivi ndo tunakuja kuangalia uh, sasa kwenye kwenye uchaguzi wanawake wana- wanazingatiwa vipi? Ni changamoto gani ambazo zinawakumba wanawake, kwa sababu wao ni wana lakini na, na suala lazima la vijana, pia ushiriki wa vijana, makundi maalum kama walemavu, aliko katika ajenda zenu? Yeah, na... Na, na watu wenye, na, na watu wenye ulemavu. Nyinyi si mara ya kwanza kushiriki kwa uangalizi wa uchaguzi, sio? ni mara ya kwanza kwa ZAFELA kushiriki kama ZAFELA, lakini tumekuwa tuki- huko nyuma tukishirikiana na, na a, Temco, Taseo tulikuwa tunakuwa pato. Na yale mapendekezo yenu ambayo mlikuwa mkiyatoa wakati ule wa ushirikiano, yalikuwa yakitekelezwa, yanafuatiliwa na wenye mamlaka tume? uh -huh. Ah, inategemea kuna vitu, na nafikiri kwa uchache sana yameweza kufanyiwa kazi na mengine no.